Bwana County Commissioner na timu yako ya County Commander, Mheshimiwa mbunge na timu yote ambayo imekuja hapa na wananchi, mi nishukuru kwanza kwa kuja kwenu e, mimi ni mmoja wa wale waathirika wakubwa. Jana nimeshinda nikiumwa na kichwa baada ya tukio ya juzi ile. Na usiku tumeongea sana na bete, waziri beti alikula dakika zangu 1200 nikiongelea tu haya maswali. Sasa mimi nataka kusema hivi ndugu zanguni, serikali mmechelewa. Hata kama mzungu alisema better late than never, lakini serikali mmechelewa. Mimi ni mmoja wa wale watu, nimeongelea haya mambo ya wizi sana kwa mitandao na kwa viongozi wetu sana, nikisema kwamba huu wizi utatufikisha sehemu mbaya. Now that we are here, tumekuja tuongele ni nini itatusaidia penye tumefika, isiendelee kutoka hapo. Kuna shida ya swala ya wizi ya ng'ombe. Mheshimiwa mwenzangu amesema Mnyabasi anaiba ng'ombe, anapelekea kule Mwirege. Mimi kidogo nitatofautiana na yeye, nitasema hapa kuna wizi wa wili. Kuna mwizi wanaiba wote hapa na wanaenda kutuza hizo ng'ombe sehemu ambayo ni kule juu, maana nyayo zote sana sana zenye zimeibiwa kutoka area yetu. Mimi ni mkazi wa hii Kegonga, kijiji hiki ni kijiji changu. Hiki kijiji tumeibiwa boma sita, boma sita, na zote zilienda wangira bose mashangwe, zote hizo sita, nyayo ruti ilikuwa ni moja. Nitatoa mfano wa incident moja yenye tuliibiwa ng'ombe kutoka Nyamagenga, na kwa bahati mbaya ng'ombe ya moja hizo ng'ombe ilikuwa ni yangu, when we followed kwenda Timaru ilifika saa sita, hatuna hatu na asto, na asto Mungu anawaona I'm not happy because kamanda wao ameenda, lakini ile kazi wanafanya ya makaa, bwana komishona na, na comanda, akia mungu ile pesa wanasomeshea watoto yao wa ya makaa, watoto wao watamaliza shule naw wataenda kuchoma makaa. Yes, right. Imefika kule asto walifika kitu saa saba, na ni baada ya mimi kukaa kwa kambi yao almost three hours saa saba, saa nane, saa tisa, bwana Commissioner, hatuna area chief, hatuna area assistant chief, hata hatuna mzee wa nyumba kumi. Saa tisa tuko huko, inabidi natafuta DC wa kule. DC wangu ananipa namba ya kule DC, ananipa dia dio wani dio swali ananiuliza kama tuko na chief yetu, kama hatuna turudi, tutafuta ana kukabidhi nyayo wale machifu wa kule. By baidhe, tulitukanana na yeye, inafika mwisho, tunaambia tutarudia ng'ombe after some days hiyo siku wametuambia twende, hakuna mitombo. Ilika na ikaisha hivyo. So number 1, kuna uzembe wa hali ya juu kutoka kwenu, maana hii mambo ilichukua muda, wezi wakitusumbua. Namba 2, kuna uzembe kwa upande wa saskari na machiefs. Kwa nini inayokaribia karibia 20, 20 na moja zimeenda sehemu moja. Kuna kisingizio kwamba ng'ombe zinavuka kwenda Tanzania. Juzi kwa mitiki tuliokuwa nayo ile mimusi, tukauliza ndugu zetu kutoka kule juu hivi. Mbona hii mpaka ya kuingia Tanzania iko iko iko ile na itambe peke yake kule juu? Hapa Nyamukiro kwa Mheshimiwa Kitayama kuna boda ya kuingia Tanzania. Kule Masangora kuna boda ya kuingia Tanzania. Sirari kuna boda ya kuingia Tanzania. Kumumwamu kuna boda ya kuingia Tanzania. Mbona ng'ombe haziingilii hiyo boda nyingine? Zinaingilia ile na itambe peke yake. Yes. Mkiagonga Tanzania. So, tuko na shida. Bwana commissioner kutoka leo ni kuombe watu wako wafanye kazi. Ng'ombe zimeibiwa tano, ngoja basi tatu zirudi. Yaani mboma tano zimeibiwa komanda, tano. Ngoja tatu zirudi, itaonekana wale watu machifu na askari wako wanafanya kazi. Tano zimeibiwa zimeenda zote. Kumi zimeibiwa zimeenda zote. Ishirini zimeenda zote. Hakuna mwizi amekamatwa, hakuna ng'ombe imekamatwa. Na watu wanakula mshahara, tumemalia kila ya serikali. Kitu kingine ni kuhusu tamshi la chifu mmoja ambayo tuko naye hapa, sitamtaja jina kwa usalama wangu. Chifu mmoja tuko naye hapa akasema siku moja sehemu, yeye ana shida na ng'ombe ambayo imeibiwa, hana shida na mwizi. Yeye akifuatilia ng'ombe akamata ile ng'ombe, hata kama iko kwa boma ya mwizi, yeye ana shida na yule mwizi. Wamemalizana, anapata ile ng'ombe, ataendelea na shughuli zake za kiserikali. Hivyo ndivyo sheria yenu inasema, kwamba ng'ombe kamata, mwizi abaki salama. Hilo mliangalia. La mwisho sasa, nikuwa nchi ndugu ni zangu, wezi ni wawili, ni watatu, ni wanne, na ninaamini mpaka matukio ambayo yamefanyika juzi, hata ng'ombe zilizopigwa na manyangi kuamkia jana, hao wezi walikuwa wawili, kulikuwa na mwizi wa panda hii na kulikuwa na mwizi upanda ile, si ni kweli? mm -hmm. na ni wachache lakini wanataka mimi na huyu ndugu, simama baba. Nilikuwa naambia nikanambia, kasaya leo asubuhi, huyo bwana anatoka Ntimaru. Hao wezi wawili watatu, ambao wa wao wanapiga sherehe pamoja, saa hizi wewe utawapata kwa baba pamoja wao, usiku wanapigiwa na wanapikiwa chakula na wake zao pamoja, wanashare chakula na shughuli zao zinaendelea, lakini wanataka mimi na huyo bwana huyu, ushike mshale. Wewe ni mwirege na mimi ni mnyabasi, unishikie mshale halafu, sasa tunapigana mimi na wewe. Tunapigana kwa sababu gani? Kwa nini tunataka tupigane na huyo bwana? Hata watoto wetu wale wadogo wakikuliza, dadi, ulikuwa vita, kwa nini mlikuwa mnapigana, tutamwambia mtoto wetu ni sasa mimi ni waombe swala la hasisia na akili ya vita kwanza isikuwepo katikati yetu, tujue shida yetu ni wezi na serikali. Please bwana commissioner. Tumeongea na wewe kwa simu mara nyingi. You are a good guy. You are a good man. Naamini baada ya hii utawala ya bwana Samuel Ruto kuja, utafute kitu kubwa baadaye <laughs> <laughs> lakini hii kitu itafute kwa with the one condition, umemaliza hii wizi ya ng'ombe ya Kuria. umemaliza hii watu wanataka kushikiana mishahara. Na kuanzia sasa, ambia madisisi wako, ambia saa hizi madisisi wako na madio na machiefs wafanye haraka, tukio linapotokea wafanye haraka na hizi ng'ombe zote zimeibiwa, bwana dis, bwana commissioner hoping from here utakuwa umeweka mikakati. Including hiyo yangu na ya majana na wengine ambazo zimepotelea sehemu. Utamweka mikakati hizo ng'ombe zirudishwe kwa sababu as much as we seek peace. Yule mama ameibiwa yule mjane, ng'ombe zake zimeenda analia mpaka leo hii. Sasa, hizi hatutashikiana mishale, ni kweli. Tumekataa hiyo. Yu. Lakini yule mama analia, hiyo ndio ilikuwa maziwa anauza, analipia mtoto wake shule. Ng'ombe zake zilienda na watu mbona wafuate nyayo? Hakuna chief, hakuna assistant chief, na Motangi kupigia DO one simu anamwambia kama amjakuja na chief rudi, na yuko sijui yuko wapi. Ningeenda kufuata nani? ile ile yake ndio imeipiwa, ningeenda kufuata nani? kwa sababu yana kama ni wizi, let's act very fast. Na pia viongozi wa upande wa Timaru nilikuwa naongea na, na beti na wengine, jana nimepiga simu sana kule sasa kuna wananchi wengine wameingia na wale kwa wale wezi, sasa what they want is war. Watu wa Timaru, tuongea na watu wetu. Wale wawili watatu wanataka kukuja kivita. Hakuna vita. Simuseme amen. Hakuna vita. Let's live peacefully. Tujenge Kuria, tujenge Kenya, alafu maisha yetu na watoto wetu waendelee. Jana asubuhi nilikuwa na shida. Wale wanatoka huko wakienda kule because they are worried, wale watoto kutoka kule, usalama wao I had to call. Nilipigia serikali karibia yote, County Commissioner wa Tudwa anapigia afande, lakini I even call us, namwambia huyu aspa sio anasema simu serikali isimaki simu. Hata nilimuuliza usiku wakati alifungulia, the whole day simu yake ilikuwa off.